Hujambo na salamu alaikum, karibu katika makala yetu ya leo. Sina shaka kuwa wewe mwanafunzi unaweza kutambua kuwa nakala ambazo umeziona ni nakala ambazo zina mashairi, lakini swali ni je, unaweza kueleza maana ya shairi? Katika makala yetu ya leo tutaangalia maana, aina, sifa na umuhimu wa ushairi. Shairi. Shairi kwa kifupi ni utungo wa kisanaa unaotumia lugha ya mkato kupitisha ujumbe, ama pia unaweza kusema ni utungo wa kisanaa wenye mpangilio maalum wa lugha ya mkato shairi hilo. Ushairi nao ni sanaa ya utunzi wa mashairi, tenzi na ngojera, ama ni tawi la fasihi linalotumia mpangilio wa lugha yenye maneno machache kueleza mambo mengi. Aina za mashairi. Mwanafunzi, kuna aina mbili za mashairi. Kwanza kuna yale mashairi ambayo tunayaita mashairi huru na kuna yale mashairi ambayo tunayaita mashairi ya arudhi. Tofauti, tofauti ni kuwa mashairi huru ni mashairi ambayo hayazingatii kanuni za utunzi wa mashairi. Mfano, mfano hili shairi ambalo unaliona hapa, huu ni mfano mzuri wa shairi huru. Mashairi ya arudhi nayo ni yale mashairi ambayo yamezingatia ama yanazingatia arudhi yanazingatia kanuni za utunzi wa mashairi. Mfano, hili shairi. Ukiangalia hili shairi vile lilivyo unaweza kutambua kuwa hili ni shairi la arudhi, limezingatia kanuni za utunzi wa mashairi na tutakuwa tukiangalia hizi kanuni hapo baadaye. Sifa za shairi. Sifa ya kwanza ya shairi ni ile sifa ambayo tumesema kuwa shairi hutumia lugha ya mkato. Shairi hutumia lugha ya mkato. Pili, shairi huwa na umbo mahususi. Ukiangalia tu shairi, huwezi kuchanganyikiwa, ukasema ni ufahamu sijui. Unatambua tu kuwa ni shairi, kwa sababu umbo lake tu tayari linakuambia kuwa lile ni shairi. Sifa ya tatu, shairi hukiuka kanuni za kisarufi shairi hukiuka kanuni za kisarufi ile ambayo tunaita uhuru wa mshairi. Nne, shairi hutumia tamathali mbalimbali mbali za usemi utapata methali mdokezo wa methali ndani ya shairi utapata uradidi utapata hata na tashbihi na mbinu zingine ama zile tunaita tamathali za usemi. Shairi hutumia lugha teule yenye kuibua hisia nzito. Sita mara nyingi, shairi huwa na vina, mizani, mishororo na beti. Hii inakaribiana na ile sifa ya pili kuwa shairi huwa na umbo mahususi. Kwa sababu vina, mizani, mishororo na beti ndizo huyapa mashairi lile umbo. Na mwisho, shairi huweza kusomwa, kukaririwa au kuimbwa. Umuhimu wa mashairi. Umuhimu ni sawa na majukumu, umuhimu sawa na majukumu. Kwa hivyo basi, umuhimu ama majukumu ya mashairi ni yepi? Kwanza, mashairi hufunza na kuelimisha. Unaweza kujifunza maadili ama tabia ambazo zinakubalika katika jamii kutokana na mashairi. Umuhimu wa pili, mashairi huburudisha yanaburudisha unaposoma lile shairi, unapolisikiza likikaririwa, labda katika sherehe au shughuli fulani katika jamii, unaburudika. Mashairi pia huwafariji watu sanasana sana, baada ya maafa, labda baada ya kifo, jangwa fulani ama hata baada ya kushindwa, unapokaririwa shairi unasikia umefarijiwa. Kwa hivyo, mashairi hufariji watu. Vilevile, mashairi hutakasa hisia, kutoa zile hisia zinazomsumbua mtu. Mashairi vile vile huhifadhi historia ya jamii. Na mwisho, mashairi hukuza uzalendo. Huhimiza watu kuiga watu waliotendea jamii mambo makuu kama vile mashujaa. Shairi likatungwa kuhusu yule shujaa, na lile shairi litakuwa likikuza uzalendo, linafanya watu watamani kuwa kama yule shujaa. Kwa hivyo a, linakuwa linakuza uzalendo. Hebu sasa tuliangalie hili shairi. Ni sifa zipi za ushairi ambazo tumejifunza leo zinajitokeza katika hili shairi? Shairi ni Rafiki ambalo limeandikwa naye Timothy Arege. Tuanze na ile sifa ya kuwa shairi huwa na umbo mahususi. Ukiangalia hili shairi unaweza kutambua moja kwa moja kwamba ni shairi kwa sababu ya umbo lake lina umbo mahususi. Kuna ile sifa tumesema kuwa mashairi hukiuka kanuni za kisarufi. Kwa mfano katika ubeti wa tano, rafiki mzuri aibu hata kutia. Hapo mtunzi amekiuka kanuni za kisarufi. Badala ya kusema rafiki mzuri hata kutia aibu, akaamua kusema aibu hata kutia tumeweza pia kuona sifa kuwa mashairi hutumia lugha ya mkato. Kwa mfano, ukiangalia shairi hili katika ubeti wa tatu, rafiki mbaya epukana kuwa naye, taleta ubaya, heshima akuvunjie, taleta ubaya lugha ya mkato. Badala ya mtunzi aseme ataleta ubaya heshima akuvunjie, akaamua kusema taleta ubaya, lugha ya mkato ile. Tuna sifa ambayo tumesema kuwa mashairi huwa na vina, mizani, mishororo na beti. Mfano, ukiangalia hili shairi lina beti sita, hizi ndizo beti, lina beti sita, lina mishororo katika hili shairi mishororo ni miwili katika kila ubeti. Vilevile kuna vina mfano, ubeti wa kwanza, vina, kuna vina vya kati ya na kuna vina vya nje ma. Kuna hata mizani mfano, hebu tuchague mshororo wa pili, ubeti wa nne, anao uzuri ajali kutenda mema. A, na, o uzu ri a ja li ku te nda me ma. Hiyo ndiyo mizani katika huo mshororo. Kwa sababu kumbuka, mizani ni silabi, silabi katika mshororo wa ubeti. Tumeweza pia kusema sifa kuwa mashairi huweza kusomwa, kukaririwa au kuimbwa. Hebu nisome hili shairi na ninaposoma wewe mwanafunzi kuwa ukifikiria ama ukijiuliza ni upi umuhimu wa hili shairi. Rafiki mbaya takuvunjia heshima. Anao ubaya hajali kutenda mema. Rafiki mbaya Aibu atakutia, atenda ubaya, ubaki unaumia. Rafiki mbaya, epukana kuwa naye, taleta ubaya, heshima akuvunjie. Rafiki mzuri hakuvunjii heshima, anao uzuri, ajali kutenda mema. Rafiki mzuri, aibu hata kutia, hata kuhasiri, ubaki unaumia rafiki mzuri siepuke kuwa naye sana tafikiri, heshima sikuvunjie. Hilo shairi lina umuhimu upi? Tunaweza kusema kuwa linatuburudisha, linaburudisha lile shairi. Tunaweza pia kusema kuwa linatufunza na kutuelimisha. Kwa mfano, tunaona likitufunza kuhusu rafiki mzuri na rafiki mbaya, kwamba tuepukane na yule rafiki mbaya na tujihusishe na yule rafiki mzuri. Mwisho wa makala yetu ya leo, tuonane tena katika makala mengine tunapoendelea kujifunza ushairi. Kwa heri. <muchilis>